Eh, ni ajeni wadau, tumerudi manze, tupiga part 3 ende part ya mwisho uh, tukiwa na Sheriff hapa. So sasa ndio uliza Sheriff maswali kadhaa na atujibu jo. So Sheriff, wewe umeshaenda kuiba maybe ukiwa around. Ukapata unaenda kuiba mse unamjua. Kisha kufanyikia. Eh, yeye shemfanyikia. So ulikuwa unaenda kuibia nani? Ayo saa tumedunga gari, yeah. Tumeingia kwa gari. Yeah. Kiasi nimesoma hivi, ee. Tupata na macho na madamu fulani. Uh hiyo -huh. Uh, ni hapo tu junction. Eria Katombi hapo kuangalia hivi kumbe la, eh, ni besi ya mkoro wangu mbaya sana na, na tunajuana na ni jirani eh, lakini sasa juu pia yeye kama anajua rada meti, tuauata madamu nachukua aimadani mchezea pati ingine ni mchezea sefu simu yake ni uchukua lakini niuweka kando, eh, sa hiyo ni uenda eria nampelekea hadi kifaa lakini namwonyesha jo, hata kama fulani mkoro. Peleke mkoro na rada eh, uliniona kwa shughuli fulani fulani, lakini, uh, lakini pia hiyo shughuli si fiti mi hata enyewe time sawa, ee, yeah. sa, sa, sa, si tulikuwa geni <laughs> yetu si si si area bonde langu, yani sawa, tuko nyumba zetu atulipi. Yeah, na hata mwenye lana akikuja, hey, si tuko bonde kwa grabadi, tunamwonyesha hadi kumtuma, na baki ameridhika, au sio? Lia makueni mso, tukaenda kusimama kwa hiyo. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. na baki nimeenda tena, nimeambia hiyo, so pande sasa hiyo area so unasema group mlikuwa karibu memba thelathini kianza, ikakaa mkapunguzwa, mkabaki same kwa at least watu sita. Sasa wewe ilifika point gani? Yeah. step kuse, back ukasema nyo umechorea hii crime

nikamwonyesha joo, mimi nilichorea simu nachukia hata kina bredi, yani bredi wa Mliamosha akaniambia sasa umerifomu nikamwonyesha ee, joo, mimi nimerifomu. Akaniambia kama nataka tusaidiane, si tukusaidie au nisaidie tu kufanya, ingia hapa kwa gari, ukinisaidia mi nakusaidia. So tu huenda tunapanda kiujuja rod tunaingia dsilu. Sasa ni hapo nilishindwa, nanipeleka wapi? Nilijua wenyewe

mwingine amekatwa kidole, lakini nabaki tu ni hivo tu, venye hali ilikuwa ni utoka, tunaenda tuingie tu kwa gari, bado gari inapakiwa hapo naanza kuojiwa, e, sasa wewe upatie gemu moja mwenye ako na bunduki ukinipatia mi nakuachilia sawa, juu wewe si kawaida yangu nachukua mtu namrudisha akiwa uwai, lewe siku kuja na mamangu, nimetoroka hadi nimeepadi hiyo bode, sasa kwa hiyo nyumba nilikuwa naishi, nimerudi kwetu

Nikamng'ora, hata si hiyo, hata si mtu wa bezi. Ile tu niligeuza, si mi najua eria fulani Kosovu, chini kwa chini, na tukaanza tena safari

na akisumbua tumfanyaje? ha, ai simini mnajua, mnamaliza piga hili sasa sasa, si, hivi hadi nikatens sasa, ni ile natetemeka jenye ziko kwa mimi situation hiyo asitoshuka. Tunaingia hivi hapo Kosovo ploti ya kwanza eh, napata keja jo, kumbe zilipigwa riko hadi watu wanaishi. ha, nikajua sasa hapo hivi nimepatikana niwaangalia. Nime, keja ya kwanza naona kasima kakondani ya pili Tunadi kate ni mtoto analia. Eh, ya tatu napata kamefungwa. Nikasema hii, ah yeye yeye ndo atakuma manayo. Bahati ya Mungu, eh ni uoneshaje ndio okay, hilo okay. Kile. Hao masanse wanaangalia, ni uzuri wa kufungua hiyo saa walipiga tu picha. Eh, akaongea na Rish na Rashid, alo. Afande eh, tumepata nyumba tumepiga picha. Acha tupande hivo juu. Wakapiga picha kwenifungwa. Kwenifungwa na yeye ndio kwa mifungo, ilikuwa imefungwa na kifundi.

Saa ukiangalia chini naona tu nyati, alafu zimekauka kauka, kuna damu wa ni uoneshwaje na baraza haya, piga magoti. Story yangu yangu. Eh na ishara Rashidi, jo mimi nilibadilisha dini eh, mimi ni Muislamu. Eh uh, na jina langu hiyo saa hiyo nilikuwa nitoa shiri hiyo, sio unajua, ni Kizungu na Kiislamu, ni shari sharif, eh, Sharif Gibe. Nimetumishwa magoti, nikaonyeshwa nipige dua yangu hapo ya mwisho, ah nikaomba, nikajua je, hadi akili yangu ilikuwa haikuwa hapo, akili yangu yani ilikuwa tu eh zenye mwacha watu elea mkoro wangu eh mzaema friend jo saini yani yani yaani, yaani najaribu kupiga ile picha nikizikwa

Sio baki amoneshwaje, wote jana chukua yeye eh, mrudishe kwao kwa mama yake. hey, eh hata kwa mimi nikashindwa kwa nini niendelea, mimi niendelea, kumbe ni tatu mwokozi alikuwa kutumwa kwa Mwenyezi Mungu na mafulani. Ni mtu wa George alikuwa anauza anauza gas hapa karibu na mkoro wangu, sio mtendo amekuwa kifight, alikuwa na fight hiyo dakika yote, nilikuwa nimechukuliwa, alikuwa na fight. Ananipigania kwa ya kama mayai. So piga simu kwa OCS, anaambia OCS. Acha basi niongee na OCS wa Pangani. Eh, akaongea na kijana: ongea na huyo OCS, achilie kijana. Huyo kijana

Eh, kuna kijana amechukuliwa hivi hivi na hivi, mwachilieni. So hu amekuwa ni shehe, tumepiga naye story, jo. Hii ni segment yetu ya tatu na ndio tumesemania mwisho, lakini hii story haisi, so tutachukua kabre tu kadogo, tukikuja dakika ni mbili, jo, shehe utabongesha mayuta hapo inje na useme shughuli unapiga na kwenye saii life yako iko uh.